Rais Dr. John Pombe Magufuli amefanya ziara ya kushtukiza katika Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo pamoja na mambo mengine ameiagiza benki hiyo kusitisha mara moja ulipaji wa malimbikizo ya malipo ambayo tayari yalishaidhinishwa ya na badala yake yarejeshwe Wizara ya Fedha na Mipango kwa ajili ya kufanyiwa uhakiki. Ifuatayo ni taarifa kamili. Mpaka Rais Magufuli anatoa agizo hilo, benki kuu ya Tanzania ilikuwa katika mchakato wa kufanya malipo ya shilingi bilioni 925.6 ambazo wizara ya Fedha ilitoa idhini ya kufanyika malipo hayo. Akizungumza na watendaji wakuu wa benki kuu ya Tanzania waliojumuisha gavana, naibu magavana, wakurugenzi na mameneja, Rais Magufuli ametaka wizara ya Fedha ifanye upya uhakiki wa malipo hayo ili kubaini kama walengwa walioidhinishwa kulipwa wanastahili kulipwa ama vinginevyo. Tumeshalipa bilioni mia tisa almost. Sasa inawezekana katika kulipa mle tumelipa watu wa ovyo tu, na inawezekana hata yakawa ni madeni hewa. Sasa hatuwezi tukaenda kwa utaratibu huu. Business as usual, not me. Haya madeni iz ehizi uzice kwanza, kama ni halali ikiwezekana zirudi hazina, wakaanze process upya. Aidha, Dr Magufuli ameagiza kitengo cha madeni ya nje ambacho awali kilikuwa chini ya benki kuu na baadaye kikahamishiwa wizara ya fedha kirejeshwe benki kuu mara moja, ili kuimarisha udhibiti wa ukopaji na ulipaji wa madeni. Kama hicho kitengo cha kufuatilia madeni hakina capacity, useme. Lakini kama ulikuwa unafuatilia madeni Kosa la mwanzo lilikuwa ni nini? Hawakuamini kufuatilia madeni ndiyo maana nasema kama hakuna tatizo, sikirudi huko huko na huyo mlie naye ninyi wa wizarani pale sana, alikuwa mshahara na serikali, sarudi huko. Wakati huo huo, Rais Dr John Pombe Magufuli amemwagiza gavana wa benki kuu ya Tanzania Profesa Beno Ndulu kupitia upya orodha ya wafanyakazi wa benki hiyo na kuwaondoa mara moja wale wote ambao hawana ulazima wa kuwa wafanyakazi katika benki hiyo. Na ndiyo maana nilikuwa nawauliza idadi ya watu wapo 1391 mlikubali, ndio maana yake wa 91, ni huyu. Ndio unajua maswali yangu ninayoyauliza mengine ni very technical. I know what I'm doing. Sawa.